Sasa hawa vijana unajua, unaweza ukawa mtizamo kutegemea wanavyoitumia hii mitandao. Hawa vijana vijana unawaambiaje? e, una, vijana mm. Yani unaona hasa uh, sitaki kuingilia mambo ya uana mm -hmm. ama jinsia lakini mm -hmm. sana hii jinsia, ukitazama sana jinsia ya kike ya kike ya e, kike uh -huh. wakiingia pale mitandaoni mm -hmm. unakuta lazima yani, sijui wameambiwa vipi, mpaka wa, yani kidogo waonyeshe zao e, na hata nikashuku mnawafunza e. Sasa unajua <laughs> unajua ni kulingana na kutafuta, unajua jambo kuu mm, ni ile kutafuta pesa kwenye mtandaodao uh hasa -huh, kuna yale mambo walikuja wakagundua kwamba ukipachika video fulani uh -huh, ama maudhui fulani huo unapata watazamaji wa upesi haraka sana. Basi huwezi ukaona umu hawa <laughs> wanaotizama wanaochuma hayo maudhui <laughs> eh. Nyinyi kinasa kwa abu mnaotizama hizo video, maanake angekosa watizamaji, angefanya shida, ukumbuke ya kwamba yale maudhui napopachika, ukumbuke mtandaoni, zile video ama yale maudhui hayatafutika mm. Utakuja uolewe uoe upate watoto mm. Alafu watoto siku moja chungulia chungulia, akenda kampata mama miaka ishirini iliyopita atasema that was then. Hakuna that was then, sasa unaona maadili kuna yale uh, eh, maadili kuna hasa mi ninge washauri tu vijana ya kwamba wanapopachika yale maudhui mm. wazingatie maadili sana sana minu, kwenye sana. TikTok umeona huo mtandao hauna eh, kaida ha, zozote hauna hauna, hauna masharti yani ile makali ukilinganisha na, na e, Facebook e, a, na X hasika mambo wanaku... e, Facebook masuala ya dini e, ubaguzi wa rangi e, hata watoto yeah. Sana sana picha mm. zao mm. watakuandama sio, e, e, lakini yeah. TikTok... ndio sababu, ndio sababu Australia ja, juzi wiki hii wamepiga marufuku wamepiga marufuku watoto chini ya miaka kumi na minane kwenye TikTok na nimeona hata Tanzania kuna wanaharakati wamekuwa wakiwachokoza sana, na wamewaambia wana Facebook, Insta na msipowafungia sisi tutapiga marufuku, ikabidi kwa sababu ni biashara, ofisi ikabidi iwafungie. Kwa hiyo ndio sasa mpewe nani, serikali jitokeze kuwambia bwana, chukulieni mwalimu sako kwa hatua. Hivyo walikuwa hawaoni wao kwamba kweli haya maudhui walikuwa hawaoni wale Facebook walikuwa wanaona, lakini sasa kuna kanuni zao, pia wao wanatazama sana kanuni zao ndio. mm -hmm. E, maana mi nawezaweka mm -hmm. maudhui yangu eh, mpaka aje mtu mwingine ani anishtaki, aseme Hasani amenitukana mimi, bwana huu ujumbe ni wangu huu. mm -hmm. E, sasa jambo zuri ni kuweka maudhui ambayo yanafuata maadili mm -hmm. alafu itakuwa vyema pia katika utunzi wa maadili. Unajua, lazima watu wawe wabunifu ndio, yaani katika utunzi wa, ma, wa maudhui. kama utapachika maudhui ambao hata miaka kumi watu watakuwa wanawatazama na wanafurahia, litakuwa jambo zuri sana kwako sasa. mm. hey, watungaji wa maudhui wengi nawaona wanapachika maudhui kama ni YouTube, kama ni Facebook, huwa natazama alafu unahakiki, unaona haya maudhui ni facebook unaona maudhui ya wiki moja tu, alafu baada ya wiki moja watu hawatatazama tena hasa itakuwa litakuwa jambo bora kwa sababu si ni, ni hela huyo mwenye kutunga maudhui anataka ni, ni hela. Sasa weka maudhui ambayo hata miaka kumi yaani bado, kama ni video hiyo video bado ina mm, bado watu wanaitazama na bado unapata, kuliko uweke video ambayo baada ya wiki moja watu washaenda kwenye mtu mwingine. Unasema maudhui ya jamii, na kama wanaweka hivyo video mm, kwa sasa basi, ndio ndivyo ilivyo jamii. Ni kweli, ni kweli kwa sababu ujua, ujua fasihi. sio mm. fasihi pia mm. kio cha kwa hivyo wanamaanisha ya kwamba jamii ndio kule inako, lakini ujue jambo kubwa ambalo katika jamii mimi naweza kusema hivi, ujua hawa vijana tuseme jambo zito kabisa ni mambo ya kuangalia ajira mm. hasa wanajitafutia ajira yao mm. yani kujiajiri oh ingekuwa Umeelewa? Sasa kitambo hakukuwa na posho na nini, walikuwa tawashughuliki e, hasa mtu anatazama ni wapi ambapo nitapata upesi upesi hela hasa anaona, oh, nikienda niki nikineng'ua kidogo mtindo fulani mm. Kina Sakwa eh, Abu ndo kinas... vitu wanapenda eh, watakuja kuniangalia na sasa hivi wangekupata ungekuwa zama hizo babusa, wangepata video Sumiri. zako zama hizo ukiwa jukwani, lakini zako kdo. zilikuwa mnavaa rasmi. Aa, tunavaa ilikuwa tunavaa unajua unajidai, unisikii sio eh? okay, eh, endelea baba, vitu ninavyo Ametolea tu mfano si oh, unap <laughs> <laughs> e, e, <laughs> hali <laughs> halisia unapenda, lakini si kwamba alikutaja wewe, ni mfano, alikuwa anapita <laughs> <laughs> akaona jina karibu la kutaja, kuna hili hapo hapowi mitandao maanake wanatusikiliza na ndodo tunaupanua wigo e. Na hata a vijana wetu ambao mm. e, tunao kwenye dijitali kina Matha kina Kemboi e. Kuna maudhui, kumbuka katika haa vijana. <clears throat> Kuna vijana ambao wanatoa maudhui mazuri, yanafuata maadili na bado wanapata. Ukiangalia sana kama hawa wachekeshaji mm. e, wanafanya kazi nzuri e, si maudhui ambayo utasema ubunifu uh, wa hali ya e, hasa mimi ningependekeza kwamba vijana yaani wawe wabunifu baada ya kuangalia mambo ya yayani mauz... ku... yani ni kama tu, mbona tunaichukulia kama chochote kuhusiana na ngono mm. Mm. Eh, eh, ah, angalia hata ma, maongezi katika vipindi vya redio mm. ama televisheni mm. ama mitandao, sasa watoke upande huo, walakini waje... Utatokaje na hii hadhira inayotaka hayo? Umesema ndio inavutia wengi, umesema jamii inataka hayo, wengi wakitaka wape wapo watatafuta, aliko <laughs> aliko Mwalimu Saku hapa atakupa mfano eh. Juzi nafikiri aliweka picha fulani uh -huh. kwenye ukurasa wake uh -huh. akawa anazungumzia aina za jeans eh, dengirizi eh. lakini picha aloitumia kwa mtoto wa kike na sasa, badala ya hapo, ni Mwalimu Saka ameweka picha ya mtoto wa kike, lakini na kwa nini asiweke digrii ime? Si alijua si alijua ili akuvutie wewe? Ah, kwa nini asiweke digrii ile imewekwa, imeuzwa, iko dukani? Mwalimu Saka unaweza kujitetea na mbona, mbona niuzie mtu digrii yake dukani? Anauliza tu, mbona ukuchukua ile ambayo imewekwa kwenye... ndio nasema mbona niende kwenye duka nitumie duka eh, kuuza, kuuza lakini nachokisema, huoni kama watu walichanganyikiwa baada ya kuona maudhui yako ya wakawa wanaona vitu vingine sasa na sinaonyesha jinsi binadamu alivyo, ndo hali halisi alafu al <laughs> nguo daktari, nguo itanipendeza ita mimi kwa kutegemea namna ninavyoona ilivyomchukua na mtu mwingine wa, wa, unaona daktari, kwa mfano hata mm, manio inacheza mm, unaweza ukachukua jezi ya mchezaji wa manio bruno mm, fernandes ukaweka yeah, lakini hawa atakwenda achukue ya mtoto wa kike lakini hata si haihusiani na Hau, na ule mpira wa mkakio eh, imeandikwa ime Manchester United kwele, daktari, kwa ile daktari alisema ndo mambo yake abu kwa jinsi anavyotetea kama ile jina lilikuwa na abu kweli, mitandaoni ndio wanaona vitu bali. Msako aliniambia hata hebu, naenda sasa hivi <laughs> kwenye m, ne, kwenye nini ya uh, abu sasa hivi nenda eh, eh, kwa hivyo tunaangazia abu sasa <laughs> <laughs> naam <laughs> <Nahm, laughs> daktari, na RK pia anatusikiliza na Otundo E, amesema kazi nzuri Joseph Super MC na ustake kujua wa Maragoli wanahitaje kichwa chia tu hapo, ndivyo alivyosema hasa, katika kutunga yale maudhui, vile nasema mm. wajaribu kutunga maudhui ambayo hayakinzani na maadili hivi. Yapo maudhui ambayo hakinzani na maadili na unapata tu hela zako. Shida ni nini? Hatuna huo ubunifu ama um, ni kufanya makusudi um, wataalamu wanasema sasa hivi uh, wanasema wana katika Kiingereza kwamba we have sexualized everything hasa, uh -huh. kwenye masuala ya dijitali uh, hasa mitandao ya kijamii na jamii. Jinsi unavyosema ni ukweli kabisa, hata ukifanya utafiti utapata kwamba hayo maudhui ambayo tunazungumzia kwamba, uh, picha uh, za zinazohusiana na masuala kidogo yanayo vutia, vutia kama ni mtoto wa kike anaonyesha mm. maungo yake sasa hayo ndio maudhui ambayo watu wengi wanapenda. Kwa mfano, utapata taf... hao vijana wetu asubuhi kapiga picha uh, eh, kakaa jioni, mm -hmm. Kasimama mm -hmm. Usiku kachutama, yaani ndio maudhui yake. Hata <laughs> hizi video, ukitazama video za wanamuziki, video za wanamuziki, kwa sababu ule mwanamuziki anataka video yake ikitoka, aipate wafuasi, unakuta <laughs> mm -hmm. lazima aweke wao wakudensi ambao siona sasa. Haya kesho yakiamka, ni kikombe cha chai ndio na mkate, lakini Mm. Hivi tunaelekea wapi?